Kufuatia kuharibika kwa miundombinu ya daraja katika eneo la Somanga wilani Kilwa mkoani Lindi, hatimaye timu ya TANROADS mkoa wa Lindi imefanikisha kurejesha mawasiliano ya eneo hilo. Ikumbuke kuwa maeneo haya ya Somanga mnamo mwaka jana yalikumbwa pia na changamoto hizi ya kuharibika kwa miundombinu kufuatia mvua kubwa ambazo zimeendelea kunyesha maeneo mbalimbali nchini. <coughs>

Hata hivyo diwani wa kata ya Somanga, Saidi Bakari Majonjo, anaeleza hali ilikuwa majira ya asubuhi kufuatia kuharibika kwa miundombinu hiyo ya daraja, na hapa anaeleza kwa majina. Naitwa Saidi Bakari Majonjo, diwani wa kata ya Somanga. Hii sehemu tulipata na changamoto kidogo ya kukatika kwa daraja katika ili daraja ya Somanga ambalo lina mita 60 leo majira ya saa 12 na nusu ilitokea maji kutokea upande wa matumbi na kuweza ku... kuyashusha haya makontena ambayo yalifanya kama, kama karabati, lakini kwa umaili mkubwa Injinia Sanga na timu yake iliweza kufika kwa wakati, lakini pia kumtaarifu mkandarasi ambaye yuko hapa saiti, na kipindi hiko hiko waliweza kupambana na kuweza kuleta magari mengi ya vifusi, lakini na mitambo mbalimbali. Hivi tunavyozungumza mpaka sasa hivi tayari huduma inaendelea. Magari ambayo yalisimama kwa muda wa nusu saa, sasa yameanza kupita na kuanza kufanya safari. Mimi kiujumla, niwapongeze sana TANROADS lakini, nimpongeze sana injinia Sanga, kwa kweli ni mtu ambaye amejitoa yeye na timu yake. Hivi ninavyozungumza hapa, mainjinia wote wako hapa, ambao wanasimamia huu mradi, lakini pia makandarasi ambao ni wachina wetu wako hapa, wanaendelea kuangalia hatua hadi hatua. Niwapongeze sana TANROADS kwa kweli kabisa TANROADS wako tayari kufanya kazi na wananchi kama alivyozungumza waziri wetu kwamba daraja hili linategemea kumalizika mwezi wa kumi, na amenihakikishia injinia Sanga ambaye ndiyo msimamizi wa eneo hili, amesema litamalizika mwezi wa kumi. Lakini amenitoa hofu na amewatoa hofu wananchi wote, amesema barabara ya Kibiti Lindi haitosimama kwa kupeleka usafiri, wataendelea kupita abiria muda wote, na wako tayari kuwakimbilia pale yanapotokea matatizo. Niwashukuru sana lakini pongezi ziende kwa Mheshimiwa Rais ambaye yeye ametafuta fedha na kutuweza kutukimbilia sisi hapa. Nimpongeze sana, ni mshukuru sana Mwenyezi Mungu amlinde, amsimamie kwa kila jema. Asante sana.